Kitabu cha Kwanza cha Wafalme, mlango wa kwanza. Mfalme Daudi alikuwa mzee mkongwe katika siku zake, nao wakamfunika nguo, lakini asipate moto. Kwa hiyo watumishi wake wakamwambia, bwana wangu mfalme, na atafutiwe kijana mwanamwali, naye asimame mbele ya mfalme, amtunze, alale kifuani mwako, ili bwana wangu mfalme apate moto. basi wakatafuta kijana mzuri mipakani mote mwa Israeli, wakamwona Abishagi mshunami, wakamleta kwa mfalme. Naye kijana huyo alikuwa mzuri sana, akamtunza mfalme, akamtumikia; walakini mfalme hakumjua. Ndipo Adonia mwana wa Hagithi akatakabari, akasema, mimi nitakuwa mfalme. Akajiwekea tayari magari na wapanda farasi na watu hamsini, wapige mbio mbele yake tena baba yake hakumchukiza wakati wote kwa kusema mbona umefanya hivi kisha alikuwa mtu mzuri sana naye alizaliwa baada ya absalomu akashauriana na yoabu mwana wa seruya na abiathari kuhani nao wakamsaidia adoniya wakamfuata ila sadoki kuhani na, na benaya mwana wa yehoyada na nathani nabii na shimei na rei na mashujaa wa daudi hao hawakuwa pamoja na Adonia. Adonia akachinja kondoo na ng'ombe na vinono karibu na jiwe la Zohelethi lililo karibu na chemchemi Rogeli. Akawaita ndugu zake wote, wana wa mfalme, na watu wote wa Yuda, watumishi wa mfalme. Ila Nathani nabii na Benaya na mashujaa na Sulemani nduguye hakuwaita hao. Ndipo Nathani akamwambia Bathsheba mamaye Sulemani akasema Je, huku sikia ya kuwa Adonia mwana wa Hagithi anamiliki na bwana wetu Daudi hana habari? Haya basi nikupe shauri haya basi ni kupe shauri, tafadhali upate kuiokoa roho yako na roho ya mwanao Sulemani. Enenda uingie ndani kwa mfalme Daudi ukamwambie, je, huku niapia mimi mjakazi wako e mfalme bwana wangu kusema, hakika yake Sulemani mwana wako atamiliki baada yangu na kuketi katika kiti changu cha enzi? Mbona basi anamiliki Adonia? Tazama, wakati ule utakapokuwa katika kusema na mfalme mimi, nami nitaingia nyuma yako na kuyahakikisha maneno yako. Basi Bathsheba akaingia ndani kwa mfalme ndani ya chumba chake, naye mfalme alikuwa mzee sana, na Abishagi Mshunami alikuwa akimtumikia mfalme. Bathsheba akainama akamsujudia mfalme naye mfalme akamuuliza, wataka nini? Akamwambia, bwana wangu, uliniapia mimi mjakazi wako kwa Bwana Mungu wako ya kwamba bila shaka Sulemani mwanao atamiliki baada yangu, yeye ndiye atakayeketi katika kiti changu cha enzi. Na sasa angalia, Adonia anamiliki, na wewe bwana wangu mfalme huna habari tena. Amechinja ng'ombe na vinono na kondoo tele na kuwaita wana wa mfalme wote, pia na Abiathari kuhani na Yoabu jemedari wa jeshi, ila Sulemani mtumishi wako huyu hakumwita. E mfalme, bwana wangu, macho ya Israeli wote yanakuelekea wewe, kwamba uwaambie ni nani atakayeketi katika kiti chako cha enzi baada yako, e mfalme, bwana wangu. Ama sivyo, itakuwa bwana wangu mfalme atakapolala pamoja na baba zake, mimi na mwanangu Sulemani tutahesabiwa kuwa wahalifu. Basi tazama, alipokuwa katika kusema na mfalme, Nathani nabii aliingia. Wakamwambia mfalme wakasema, tazama Nathani nabii. Naye alipoingia ndani mbele ya mfalme, akamsujudia kifudifudi. Nathani akasema, e mfalme bwana wangu, je, wewe umesema ya kwamba Adonia atamiliki baada yangu, ndiye atakayeketi katika kiti changu cha enzi? maana leo ameshuka na kuchinja ng'ombe na vinono na kondoo tele, naye amewaita wana wote wa mfalme na majemadari wa jeshi na Abiathari kuhani, na tazama, wanakula na kunywa mbele yake wakisema, na aishi mfalme Adunia. Walakini mimi mtumishi wako na Sadoki kuhani na Benaya mwana wa Yehoyada na Sulemani mtumishi wako hakutuita sisi. Je, bwana wangu mfalme ndiye aliyelitenda jambo hili bila kutujulisha, sisi watumishi wako ni nani atakayeketi katika kiti cha enzi cha bwana wangu mfalme baada yake? Ndipo mfalme Daudi akajibu akasema, niitieni Bathsheba. Basi akaingia ndani kwa mfalme, akasimama mbele ya mfalme, naye mfalme akaapa akasema, Bwana aishivyo, aliyenikomboa roho yangu katika shida zote, hakika yake nitafanya leo kama vile nilivyokuwa pia kwa Bwana Mungu wa Israeli, nikasema kwa yakini, Sulemani mwanao atamiliki baada yangu, naye ndiye atakayeketi katika kiti changu cha enzi badala yangu. Ndipo Bathsheba akainama kifudifudi, akamsujudia mfalme, akasema, bwana wangu mfalme Daudi na aishi milele. Naye mfalme Daudi akasema, nitiye Sadoki kuhani na Nathani nabii na Benaya mwana wa Yehoyada, nao akaingia ndani mbele ya mfalme. Naye mfalme akawaambia, toeni pamoja nanyi watumishi wa Bwana wenu, mkampandishe Sulemani mwanangu juu ya nyumbu wangu mimi, mkamtelemshe mpaka Gihoni. Kisha Sadoki kuhani na Nathani nabii na wamtie mafuta huko awe mfalme juu ya Israeli, kapigeni panda mkaseme, mfalme Sulemani na aishi. Kisha pandeni juu nyuma yake naye atakuja ili aketi katika kiti changu cha enzi, kwa maana atakuwa mfalme badala yangu. Ndiye niliyemweka awamiliki Israeli na Yuda. Basi Benaya mwana wa Yehoyada akamjibu mfalme akasema, Amina. Bwana Mungu na bwana wangu mfalme na aseme vivyo hivyo, kama vile bwana alivyokuwa pamoja na bwana wangu mfalme, kadhalika na awe pamoja na Sulemani na kufanya kiti chake cha enzi kuwa kitukufu kuliko kiti cha enzi cha bwana wangu mfalme Daudi. Basi wakashuka Sadoki kuhani na Nathani nabii na Benaya mwana wa Yehoyada na Wakerethi na Wapelethi, wakampandisha Sulemani juu ya nyumbu wa mfalme Daudi wakampeleka mpaka Gihoni. Na Sadoki kuhani akatua ile pembe ya mafuta katika hema, akamtia Sulemani mafuta na wakapiga panda, na watu wote wakasema Mfalme Sulemani na aishi! Kisha watu wote wakapanda juu nyuma yake, watu wakapiga mazomari, wakafurahi furaha kubwa mno, hata nchi ikapasuka kwa sauti zao. Basi Adonia na wageni wote waliokuwa pamoja naye wakasikia hayo, walipokuwa wamekwisha kula. Na Yoabu aliposikia sauti ya panda, alisema za nini kelele hizi za mji uliotaharuki? Naye alipokuwa katika kunena tazama, Yonathani, mwana wa Abiathari kuhani, akafika. Naye Adonia akasema, karibu, maana wewe umtu mwema, unaleta habari njema. Naye Yonathani akajibu akamwambia Adonia, hakika bwana wetu mfalme Daudi amemtawaza Sulemani. Tena mfalme alipeleka pamoja naye Sadoki kuhani na Nathani nabii na Benaya mwana wa Yehoyada na wakerethi na wapelethi, wakampandisha juu ya nyumba wa mfalme. Kisha Sadoki kuhani na Nathani nabii wakamtia mafuta huko Gihoni ili awe mfalme, nao wamepanda juu kutoka huko wakifurahi, hata mji ukavuma. Ndizo kelele zile mlizozisikia na tena Sulemani ameketi katika kiti cha enzi cha ufalme. Na tena watumishi wa mfalme walifika ili wambariki bwana wetu mfalme Daudi wakisema, Mungu wako na alikuze jina la Sulemani kuliko jina lako na kukifanya kiti chake cha enzi kuwa kitukufu kuliko kiti chako. Naye mfalme akainama chini juu ya kitanda chake. Na tena mfalme akasema hivi, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenipa leo hivi mtu wa kuketi katika kiti changu cha enzi, nayo macho yangu yakiwa yanaona hayo. Ndipo wageni wote waliokuwa pamoja na Adunia wakaogopa wakaondoka wakaenda zao kila mtu njia yake. Adunia naye akaogopa mbele ya Sulemani, akaondoka akaenda akazishika pembe za madhabahu. Akamwambia Sulemani kusema tazama, Adunia amwogopa mfalme Sulemani, kwani tazama amezishika pembe za madhabahu akisema mfalme Sulemani na aniapie leo kwamba hataniua mimi mtumwa wake kwa upanga. Akasema Sulemani akionekana kuwa mtu wa kweli, hata unywele mmoja wake hautaanguka chini, lakini uovu ukionekana ndani yake atakufa. Basi mfalme Sulemani akatuma watu wakamtelemsha toka madhabahuni, naye akaja akamwinamia mfalme Sulemani, naye Sulemani akamwambia, enenda nyumbani kwako.